Ebana, waziri wa maendeleo ya jamii jinsia, wanawake na makundi maalumu Dorothy Gwajima hatimaye ametoa tamko lake juu ya sakata ambalo linaendelea. Ni taarifa kukemea na kuchukia hatua dhidi ya mabinti wanafunzi wa vyuo vikuu waliomdhalilisha binti mwenzao. Taarifa ya Dorothy uh, Gwajima, waziri anasema ya kwamba, pamoja na heri ya Pasaka kwenu wote nasikitika kuwapa taarifa kuwa usiku wa kuamkia Jumapili ya Pasaka tarehe ishirini ya mwezi wa 4 mwaka 2025, nilipokea tags nyingi kupitia mtandao wa Instagram wakinitumia video kadhaa zinazosambaa ambazo zinaonyesha mabinti kadhaa wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine kwa maneno na vipigo na mambo mengine ambayo, amba, ambayo ambapo Uh, watoa taarifa walidai ya kuwa mabinti hao wote ni wanafunzi wa vyuo vikuu viwili tofauti nchini, huku wengine wakidai kuwa wanasoma darasa moja na huyo binti wa, wanayemdhalilisha uh, na kumrekodi. Aidha, kwenye mazungumzo uh, yao kama yana, kama yanavyosikika, inaonekana ni ugomvi wa kumgombania mwanaume anayetajwa kwa jina moja la Mwijaku. Binafsi nimesikitishwa sana kusikia mabinti wasomi ambao wangetakiwa, uh, kujikita kwenye elimu na kuunganisha nguvu kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao kukatiliana, kudhalilishana na kujidhalilisha wao kwa wao. Udhalilishaji waliofanya kwa binti mwenzao haukubaliki kabisa na unastahili kukemewa kwa nguvu zote, kwani ni kinyume na sheria zote na pia uh, sio utu wala sio haiba ya mwanamke wa dunia ya sasa, kwamba akipishana uh, jambo na mwanamke mwenzie au mtu, au mtu yoyote basi amfanyie udhalilishaji, uh, amfanyie udhalilishaji. Kwani huko ni kudhalilisha, ni kujidhalilisha yeye ni mwenyewe na kudhalilisha wanawake wote. Hatua nimewasiliana na manusura na kumuunganisha na huduma za ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la jinsia polisi A jinsia polisi ambapo pia atapata msaada wa kisheria ili haki itendeke. Hatua ya pili nawasiliana na, na wakuu wa vyuo husika kupitia madawati ya jinsia kwenye vyuo husika ili hatua za nidhamu zichukuliwe. Hatua ya tatu nawasiliana na waziri mwenye dhamana na elimu, sayansi na teknolojia pamoja na waziri wa mambo ya ndani kwa hatua zaidi. Wito, tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na haiba yetu kwa kuungana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto huku sisi wenyewe uh, tukijitenga na hatua za kikatili na kudhalilisha wengine. Hakuna aliye juu ya sheria. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na, wa, na waziri Dorothy Gwajima. Huyu ni Uh, waziri wa maendeleo ya jamii jinsia, wanawake na makundi maalum. Hii ni Dream TV. Bila shaka utakuwa umeliona hilo tukio na una maoni yoyote kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Hawa ni mabinti wa vyuo vikuu uh, ambao wameonekana kudhalilishana kisa mwanaume ambaye ametajwa kwa jina la Mwijaku. Na maoni gani kuhusiana na, na taarifa hii? Hii ni Dream TV. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii lakini pia Instagram tunatumia Dream TV. Uh, YouTube natumia TZ Dream TV, Instagram TZ Dream TV, kusahau so, comment na kulike, bila kusahau pia kusubscribe.